Haya ni makala rasmi kuhusu uhalisia wangu. Nilianzia matopeni nikaegemea bondeni, kutwa nzima nilikesha kwenye foleni, watu tajika wakihudumiwa ofisini, nikarejea kololeni na stakabazi zangu mkononi. Kazi ya kutafuta kazi ninayo, au nirejee zangu sokoni, ni kama huko bidhaa zangu zitanunuliwa. Maskini poleni, nani katuzimia taa? Nimevuka vikwazo vingi na amka mapema na kulala usiku wa manane, ili kubadilisha historia yangu. Mama usiku halali, yupo zake kunitakia amani, anakesha kuswali kuniombea mema kwa rabii. Kwa upole wake mama amekuzwa kidini na dini ya Kiislamu. Baba mashakani, usipite bila salamu. Ndoto yangu toka utotoni ni kuwa mtangazaji, nahisi nina kipaji ila bado sijafikiwa. Nina imani zamu yangu itafika siku moja dunia nzima itanisikiza nikiwafariji walimwengu. Usikubali kudhalilishwa kwenye nywele ambazo hajakusuka yeye, wala kukudhiaki kwa nguo ambazo hajachangia kuzinunua yeye. Endapo ataona upendezi, mwache aende. Kuna wengi wanatamani fursa hiyo, wengi wapo mbioni kuwania nafasi hiyo. Usiketi mahali ambapo umedharauliwa na kushushwa thamani, nenda zako uepuke dhuluma. Mimi ni kijana mdogo tu ambaye hata ubwabwa ujanitoka shingoni, nipo ni mjini kuyapambania ya maisha yangu, nisigeuke kicheko kwa maadui. Vitu ninavyovimiliki si zaidi ya mnavyo niona navyo, bali kuna kitu cha dhahabu najivunia ndani mwangu ambacho naisi wengi hawajabarikiwa nacho, maana atulingani na tufanani na wala hatutawai fanana sawia, na vidole vya mkono avifanani. Mi sio mwizi wa jambazi na wala sina maumbile ya wali ndani mwangu. Mimi ni binadamu ninayejituma ili nile jasho langu. Sionei tamaa mafanikio ya wenzangu waliofanikiwa kwenye umri mdogo kama wangu, ila kinachonisikitisha zaidi na kunikosesha amani ni siku zinavyozidi kusonga na umri wangu unavyozidi kusonga nikiwa sijawafanyia wazazi wangu kitu ya maana. Nimeacha aila nzima kwa ajili ya kusaka riziki mjini. Kuanguka nisisimame labda si mimi. Similiki Mercedes-Benz, Range Rover, G-Wagon wala V8, ila najivunia gari langu la miguu miwili nililopewa na Maulana, ndilo unifikisha kila sehemu ninakoenda sijasafiri kwenda europa asia ufaransa wala barani ulaya mojawapo ya nchi za ndoto zangu nipo afrika nilikozaliwa na jivunia asili ya kiafrika endapo umependa makala haya kuhusu uhalisia wangu bonyeza kengele ya subscribe nitakuletea sehemu ya pili Haya ni makala rasmi kuhusu uhalisia wangu. Nilianzia matopeni, nikaegemea bondeni. Kutwa nzima nilikesha kwenye foleni, watu tajika wakihudumiwa ofisini. Nikarejea Kololeni na stakabadhi zangu mkononi. Kazi ya kutafuta kazi ninayo au nirejee zangu sokoni? Ni kama huko bidhaa zangu zitanunuliwa. Maskini poleni.